Di. Kwa siku hii ya leo tuna magazeti mbalimbali mbali ambayo hapa ameonyesha ama ameandika vichwa vya habari katika magazeti kwa siku hii ya leo yaliyotukusanya, yaliyotuzunguka kwa siku hii ya leo. Tukianzia katika gazeti la Mwananchi Tanzania. Kuna habari hapa inasema mikakati mipya kuokoa shilingi, shilingi mbili trilioni bidhaa za ndani. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili. Pia kuna habari hapa inasema hofu heka siku heka sikukuu ya uhuru, wananchi wafurika masokoni kununua vyakula, bei za bidhaa zikipaa. Samia atuma salamu Zimba, Simba chanwe asema hakuna maandamano. JWTZ, polisi waimarisha ulinzi. Tukiendelea na habari nyingine, hapa inasema Simba Chawene aonya polisi wasikamate watu kininja. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa tano. Tukiachilia habari hizo, kuna habari hapa inasema Mchengerwa, ni marufuku hospitali zote kuzuia maiti. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa nne. Tukiachilia gazeti hilo, kuna gazeti hapa la Nipashe, ni gazeti la mwanga wa jamii. Kuna habari hapa inasema mahakama ya kosea, mahakama ya kosea. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili. Pia kuna habari hapa inasema kocha Julio amrejesha manula Stars, kocha Julio amrejesha manula Stars. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa 16. Tukiachilia habari hiyo katika gazeti hili la Nipashe, kuna habari hapa inasema rais, baki nyumbani kama huna dharura ni tahadhari ya serikali kwa wananchi leo. Wingi wa wanunuzi katika maduka makubwa washuhudiwa, ulinzi waimarishwa maeneo nyeti, waziri aonya maandamano hayana kibali. Pia kuna habari hapa inasema vurugu Oktoba 29 waziri mchere, Mchengerwa: kutolewa motisha kwa waliotibu wagonjwa. Pata habari kamili kutoka kurasa wa tano. Tukiendelea mbele na habari hapa inasema wagonjwa wa kifafa wanavyobeba maumivu makali yasiyoonekana. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa nne. Tukiendelea mbele na habari hapa inasema miaka 64 ya uhuru taifa linaendelea kulilia gavana, BOT IGP AG mwanamke. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa nane. Tukimalizia na habari hapa katika gazeti hili la Nipashe habari hapa inasema taifa linahitaji kupona, sio kujeruhiwa upya. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa sita. Mbele kwa, mbele kwa mbele mpenzi mtazamaji ama mpenzi msikilizaji, tuendelee na gazeti la habari leo, ni gazeti la gwiji la habari Tanzania. Kuna habari hapa inasema Kitila ataja vigezo miradi ya uwekezaji, pata habari kamili kutoka ukurasa wa tatu. Pia kuna habari hapa inasema Mwigulu, wafanya biashara wasinyang'anywe bidhaa, pata habari kamili kutoka ukurasa wa saba. Tukiachilia habari hizo, kuna habari hapa inasema Tanzania Marekani, mambo safi ushirikiano. Rais Samia akutana na kaimu balozi Ikulu cha mwino, majadiliano ya miradi ukiwamo wa LNG mbioni kukamilika. Pia Rais Samia asema Tanzania iko tayari kushirikiana na wanaoheshimu uhuru, maono yake ya ustawi. Pata habari kamili kutoka kurasa wa saba. Tukiachilia habari hiyo, kuna habari yap inasema polisi apewa mwongozo ukamataji watuhumiwa. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa kumi na nane. Tukiachilia habari hizo katika gazeti hili la habari leo, kuna habari hapa inasema bilioni 6.7 kutibu wasio na uwezo. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa, gazeti, ukurasa wa saba wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema Tanzania ya amani miaka 64 ya uhuru wasomi wachumi wabainisha ilivyosaidia kupiga hatua za maendeleo. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa tatu. Tukileka pembeni gazeti hilo, tulishika gazeti la Wamachinga, ni gazeti la sauti ya wanyonge. Kuna habari mbalimbali zilizoandikwa katika uso wa gazeti hili. Kuna tuanze na habari hii hapa inasema NHC yavunja rekodi miradi mikubwa ya makazi. Pata habari kamili kutoka ukurasa Watano. Pia kuna habari hapa inasema TASAC, TRA imefanya kazi kubwa kuboresha huduma za forodha. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa 13. Tukiachilia habari hizo kuna habari hapa inasema Samia, heri ya miaka 64 ya uhuru. Dr. Mwigulu awasilisha salamu zake za uhuru kwa Watanzania, aagiza wananchi washerekee wakiwa nyumbani isipokuwa wale wenye majukumu ya kazi zinazowataka kwenda kazini Polisi waimarisha ulinzi kila kona. Pate habari kamili kutoka kurasa wa pili. Pia kuna habari hapa inasema Samia, Raisi Samia ateta na Marekani, mradi wa LNG waiva. Pate habari kamili kutoka ukurasa wa pili. Tukiachilia habari hizo, katika uso wa gazeti la Wamachinga, kuna habari hapa inasema Simba chawene waandamaji, fuateni sheria, asisitiza bila kufanya hivyo ni sawa na vurugu vyombo vya dola vimejipanga kudhibiti, asema, na uratibu maandamano hayo hayako kisheria. Pata habari kamili kutoka ukurasa watatu wa gazeti hili la Wamachinga. Tukielekea pembeni gazeti hili tulishika gazeti la Zanzibar leo kwa kweli na uwazi. Tuzianze kusoma habari zilizoandikwa katika uso wa gazeti hili. Kuna habari hapa inasema bodi shirika la magazeti ya mtaka mkandarasi uharakisha ujenzi wa ofisi. Pata habari kamili kutoka kurasa wa tatu. Pia kuna habari hapa inasema Simba Chawene apiga marufuku maandamano. Simba Chawene apiga marufuku maandamano. Pata habari kamili kutoka kurasa wa pili wa gazeti hili. Tukiendelea mbele na habari nyingine hapa inasema udhalilishaji ni janga la kimataifa. Dkt. Mwinyi anasema udhalilishaji ni janga la kimataifa ahimiza ushirikiano wa wadau serikali kulitokomeza. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili. Tukiachilia habari, kuna habari hapa inasema Hamed ahimiza mabadiliko sekta ya afya. Hamed ahimiza mabadiliko sekta ya afya. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Pia kuna habari hapa inasema SMT yawataka wananchi wasiokuwa na dharura kubaki nyumbani leo pata habari kamili kutoka ukurasa wa sita. Tukielekea chini gazeti hilo tulishika gazeti la Majira, ni gazeti la Uhuru la kila siku. Kuna habari hapa inasema miaka 64 ya uhuru wa Tanzania, tuna kila sababu ya kutembea kifua mbele. Wanasema miaka 64 ya uhuru wa Tanzania, tuna kila sababu ya kutembea kifua mbele. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa kumi na mbili na ukurasa wa kumi na tatu tukiachilia habari hiyo kuna habari hapa inasema Waziri Kombo akutana na balozi wa India nchini. Waziri Kombo akutana na balozi wa India nchini pata habari kamili kutoka kurasa wa nne wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema madiwani watakiwa kwenda na kasi ya rais Dr. Samia. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa tano. Tukiachilia habari hizo kuna habari hapa inasema viongozi wa nchi tatu za Ulaya kukutana na Zelensky. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa 19. Tukiachilia habari hizo katika uso wa gazeti hili la Majira, tuitizame ama tunisome habari inayosema serikali yatoa kauli kuhusu kinachoitwa maandamano na aliyopangwa kufanyika leo, yasema ni batili, yataka yasirudiwe tena yaliyotokea Oktoba ishir yasema mateso yake ni makubwa sana. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa nne wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema Samia afanya mazungumzo na kaimu balozi wa Marekani. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa nne wa gazeti hili. Tukiachilia habari hizo, kuna habari hapa inasema TRA yaimwagia sifa TASAK kuokoa muda wa wafanyabiashara. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa nne. Pia kuna habari hapa inasema neema mpya yanukia kwa wawekezaji wa vijana nchini. Neema mpya yanukia kwa wawekezaji vijana nchini. Pata habari kamili kutoka kurasa wanne wa gazeti hili. Pia kuna gazeti hapa la Mwanahabari ni gazeti bora, wacha tuzisome habari zilizoandikwa katika uso wa gazeti hili. Kuna habari hapa inasema TRA TASAK, ya wa TRA Tasak wateta, kamishna mkuu Mwenda amwagia sifa kuokoa muda. Pata habari kamili kutoka kurasa wa pili wa gazeti hili. Tukiachilia habari hiyo, kuna habari hapa inasema Simba Chawene, wanaotaka kuandamana wafuate sheria. Anasema wanaotaka kuandamana wafuate sheria. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili. Tukiachilia habari hizo, kuna habari hapa inasema Raisi Samia awatakia heri wananchi. Waziri Mkuu Dr. Mwingulu Nchemba asema pamoja na rais kutuma salamu hizo, serikali inawashauri wananchi wote ambao hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo ama leo kwa mapumziko. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa tatu. Tukiachilia habari hizo, kuna habari hapa inasema Ateta na Marekani mradi wa LNG Waiva. Ateta na Marekani mradi wa LNG waiva. Apate habari kamili kutoka kurasa watatu wa gazeti hili, ambalo tunaendelea kuzisoma habari zilizoandikwa katika uso wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema NHC yavunja rekodi, miradi mikubwa ya makazi yawezesha shilingi mia nne bilioni. Ikiongoza safari ya makazi bora ni kupitia Samia Housing Kijichi, Kariako PPP na Kawe 711 pate habari kamili kutoka ukurasa wa 11. Hilo kwa ni gazeti la Mwanahabari. Wacha tulishike gazeti la Uhuru, ni gazeti la ukweli daima. Rais Samia watakia heri wa Tanzania miaka 60 ya uhuru. Pate habari kamili kutoka ukurasa wa pili. Pia kuna habari hapa inasema tulieni nyumbani ni agizo la Waziri Mkuu Dr Mwigulu Mchemba. Simba Chawene asema maandamano ni haramu. Kama hakuna ulazima sana, wewe mwananchi, kutoka kesho ama leo, jizuie kama hakuna ulazima kufanya movement, jizuie uangalie hali halisi. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema Rais Samia balozi wa Marekani wajadili miradi ya kimkakati. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa tano wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema Manzese, Vungunguti, buguruni kuishi kishua. Anasema Manzese, Vingunguti, Buguruni kuishi kishua. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Pia kuna gazeti hapa la Taifa Tanzania. Wacha tuzisome habari zilizoandikwa katika uso wa gazeti hili, ni gazeti la Uzalendo. Kwanza kuna habari hapa inasema taasisi ya Asma Mwinyi yatoa msaada katika magereza ya bara na visiwani. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa nne wa gazeti hili. Pia kuna habari hapa inasema Jairuti anasa ghala la jezi feki. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa16 tukiachilia habari hizo kuna habari hapa inasema tanzania na marekani katika dili ya2432 dr samia asema zaidi ya kampuni 4 za kimarekani zimewekeza nchini Pata habari kamili kutoka wa gazeti hili. pia kuna habari hapa inasema marekebisho makubwa yaja shughuli za forodha nchini Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili la Taifa Tanzania. Pia kuna habari hapa inasema Dkt Mwigulu atangaza kuwa upande wa wafanyabiashara wadogo, atangaza wasinyang'anywe bidhaa zao. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili. Tukimalizia na habari hapa inasema polisi waonya viongozi makundi ya WhatsApp, polisi waonya viongozi makundi ya WhatsApp. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa nne wa gazeti hili la Tanzania pia kuna habari hapa inasema sauti. Tuendelee moja kwa moja katika gazeti la sauti yetu, kuna habari hapa inasema Mchengerwa akemea watumishi wa afya kudharauliana. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa nne wa gazeti hili. Kuna habari hapa inasema TRA -e, TASAC imeleta mabadiliko makubwa shughuli za forodha Pata habari kamili kutoka ukurasa wa nne wa gazeti hili la Sauti Yetu. Tukiendelea mbele na habari hapa inasema Profesa Mkumbo, tutakuja na sheria mpya mashirika ya umma, lengo ni watanzania kumiliki hisa kwa mashirika ya kibiashara, yatapimwa kwa tija ya kiuchumi na huduma kwa wananchi, watendaji wakuu wakurugenzi wake kupatikana kwa ushindani, agusia programu maalum kuwezesha vijana kiuchumi. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Tukiendelea mbele na habari hapa inasema Simba chawene tutawadhibiti waliochoka. Amani asema aliyotokea Oktoba 29 yamewaumiza, ya ashauri wananchi kubaki majumbani, aeleza wamejiandaa hawatajaribisha. Pata habari kamili kutoka kurasa wa pili wa gazeti hili la sauti yetu. Mtazamaji, tukiendelea katika magazeti ya katika uwanja wa michezo, tunalianza gazeti la Mwanaspoti. Kuna habari hapa inasema: njia ya ubingwa kombe la dunia, mnyama alipofika katika miguu ya mtoto Idi dakika za usiku. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa 15 wa gazeti hili la Mwanaspoti. Tukiendelea mbele na habari hapa inasema: tatizo lipo hapa, tatizo lipo hapa. Simba yapewa ujanja kujiokoa mapema. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili la mwanaspoti. Tukaendelea mbele na habari hapa inasema Pedro asimulia ya Dube ampa kazi nzito Yanga. Pedro asimulia Dube ampa kazi nzito Yanga. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa pili wa gazeti hili tukiliachilia gazeti hilo, tulishike gazeti la michezo la Habari Leo. Kuna habari hapa inasema Kibu ajiapiza Simba, Kibu ajiapiza Simba, pata habari kamili kutoka ukurasa wa 23. Pia kuna habari hapa inasema Pipi Jojo awapa, saw, awapa shavu wasanii chipukizi, pata ukurasa wa 21 wa gazeti hili la michezo la Habari Leo. Pia kuna habari hapa inasema Stars yaenda kambini, kambini Misri. Ibenge asifu wachezaji wake, Matola Aliya na washambuliaji. Ibenge yasifu wachezaji wake, Matola alia, wa, wa wa alia. Ubovu wa uwanja umetunyima, nasema ubovu mabao. Tukiachilia gazeti hilo, tulishika gazeti la michezo zaidi akitoa asisti Simba. Morris afurahi zaidi akitoa asisti Simba. Hilo lilikuwa habari. Kuna habari hapa inasema kocha Yanga ampongeza Dube. Tukiachilia habari hiyo, kuna habari hapa inasema Muntari alitabiri makubwa Afcon ya Moroko. Muntari alibari alitabiri makubwa Afcon ya Moroko. Hiyo ni habari kupitia ile gazeti la Mwanahabari. Katika upande wa michezo pia kuna habari na mamelodi Simba suala la muda unyango mamelodi Simba suala la muda. Hizo zilikuwa ni ha habari za michezo kupitia gazeti hilo la. Tukiliachilia gazeti hilo tulikamati gazeti la Uhuru katika inasema ushindi iliyopata Yanga dhidi ya Coastal Union. Ushindi iliyopata Yanga dhidi ya Coastal Union. Pia kuna habari hapa inasema chambua dube kama mama yele, anasema chambua dube kama mama yele. Tukiendelea mbele na habari pia inasema Shabalala Nado watoa wa msimamo Taifa Stars, anasema Nado watoa wa msimamo Taifa Stars. Tukiendelea mbele na habari pia inasema miaka 64 ya uhuru bye rage walonga miaka 64 ya uhuru bayi rage walonga. Apate habari kamili kutoka kurasa wa kumi na tisa wa gazeti hili la Uhuru. Tukiendelea mbele na habari, hapa inasema kocha yanga ageukia uwanja kocha yanga ageukia uwanja. Apate habari kamili kutoka kurasa wa kumi na tisa wa gazeti hili la uhuru katika uwanja wa michezo. Pia kuna habari hapa inasema Matola akubali muziki wa Azam Matola, akubali muziki wa Azam. Tukiliachilia gazeti hilo, tulishike gazeti la tulishike gazeti la sauti yetu. Katika uwanja wa michezo anasema Taifa Stars ya paa Afcon, kikosi cha Mtesa Gamondi, anasema Taifa Stars ya pa Afcon, kikosi cha Mtesa Gamondi. Pia kuna habari hapa inasema kisa kipigo cha Azam FC, Matola aanza kunuka Simba, kisa kipigo cha Azam Matola aanza kunuka Simba. Hizo zilikuwa ni habari za michezo katika gazeti la sauti yetu. Tukiendelea mbele na gazeti la spoti hapa, wacha tuzisome habari za kimichezo zilizoandikwa katika uso wa gazeti hili la wamachinga katika uwanja wa michezo kuna habari hapa inasema nyota Twiga Star wanavoiteka dunia pata habari kamili kutoka kurasa wa kumi na tano wa gazeti la machinga la sport ya AFCON. Pia kuna habari hapa inasema Mkude wa... TRA United. Hizo kulikuwa ni habari za michezo katika gazeti hili la wa Machinga. Tukiendelea mbele na gazeti la la Zanzibar Leo, katika uwanja wa michezo kuna habara pa inasema malindi yazungumzia kichapo, malindi yazungumzia kichapo. Pata habari kamili kutoka ukurasa wa 25 wa gazeti la michezo la Zanzibar Leo kwa siku hii ya leo. Pia kuna habara pa inasema usiku wa mswahili kufanyika kesho, usiku wa mswahili kufanyika kesho. Hiyo ni habari katika huu uso wa gazeti la Zanzibar Leo la michezo, pia kuna habari hapa inasema JKU waikanyaga New Stone town mabao saba kwa mbili, JKU waikanyaga New Stone Town mabao saba. Haji wa goti Neymar kufanyiwa upasuaji ya gazeti hilo, tulishike gazeti la Majira la michezo, na ndani kuna habari hapa inasema Taifa Stars aelekea Misri kujiandaa ishirini ishirini na tano aondoka akiwa na matumaini asima un... Majira, pia kuna habari paa inasema wizara tatu kuimarisha michezo nchini. Wizara tatu ya nchini. Tukiwa tukiendelea katika uwanja wa habari za michezo, tulihitimisha gazeti la Taifa Tanzania la michezo, kuna habari feki pia kuna habari hapa inasema kucha wa Yanga Pedro Goncalves akiri Coastal Union wamecheza vizuri. Anasema akiri Coastal Union wamecheza dube yampeleka mwamuzi lupango ya soka mechi tano. Penalti ya Dube yampeleka mwamuzi lupango ya soka mechi tano. Pia kuna habari hapa inasema nyuki marathon yavuka mipaka hadi Zimbabwe, nyuki marathon yavuka mipaka hadi Zimbabwe. Pia kuna habari apa nasema Salah aachwa safari ya Italia, Salah aachwa safari nasema. Wanasimba wacharuka Kimangungu na Matola, anasema wanasimba Tola. Tukiachilia habari habaritaka Rashfordi Hizi ilikuwa ni habari za michezo katika magazeti kwa siku hii ya leo, tulikuwa nayo hapa kwetu. Mpenzi mtazamaji wa Future media TZ, ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja nami kusikiliza habari za magazetini. Nikwambie tu hapa ndio mwisho ni kushukuru lakini, na kuwambia mpenzi mtazamaji wa Ficha Media TZ, usiache ku comment kusubscribe, pamoja na kushare. Nikwambie tu kwa heri, kesho nayo ni siku